K okay, twende tukaangalie namna gani ambavyo e, switch ina, inawezaje kuzima na kuwasha e, taa yako, maybe inaweza kuwa balbu ama ikawa tube light. Umeona sasa e, switch inafanyaje kazi ya kuwasha na kuzima hiyo tube light yako ama balbu yako? Kwanza unatakiwa utambue ni vitu gani ambavyo vinavyopelekea mpaka balbu au hiyo tube light yako kuweza kuwaka. Ili taa iweze kuwaka, inahitaji neutral, lakini vile vile inahitaji nini? Inahitaji e, phase ambayo ni live. Eithi, waga wana introduce kwa ajili ya protection ya ya kifaa na au mtumiaji ambaye anatumia hivyo vifaa. Lakini vitu vya msingi ambavyo vinavyopelekea tai iweze kuwaka ambavyo nataka tuviangalia hapa ni viwili, ni live and nini, and neutral, ambavyo ndio vinapelekea tai yako kuweza kufanyaje kuwaka. Hebu twende kuangalia. Kwa mfano, ukichora line hapa, chora line yako ni hapo, line yako na hii hapo, kachora line yako hiyo hapo, mbona kwa hii hapa eh, let's say hii hapa sasa, ndo seme ni, ni, ni neutral yako. Hii ndio neutral, na hii hapa ni ndo live yako. Lakini sasa hapa ndo na hiyo taa yako, let's say tumeweka ni tuseme hii taa yetu ni Labda ni ceiling light. Let's say, ni ceiling light yetu nataka tuiwashe hii, hapo ndo ceiling light yetu ambayo tunataka sisifanyaje iwake. Mona, sasa hii ceiling light yetu ishapata neutral na ishapata nini, ishapata live, kwa hiyo obvious, hii taa itafanyaje, itawaka. Lakini hii taa itawaka nini direct. Umeona e, bila kuzima kwa hapa. Hii source ya power ikishaanza tu hapa ikija huku, uh, kwenye taa ita, taa taako itawaka direct, muda wote bila fanyaje, bila kuzima. Umeona, ndio maana sasa wana introduce nini switch. Wana introduce switch kwa ajili gani? Kwa ajili sasa ya kuweza kuiwasha na kuizima. Inakuwa imewaka sasa, unaizimaje Mona ili sasa tupate na hiyo option ya pili ya kuweza kuzima taa, lazima tuintroduce nini switch. Kwa hiyo switch yanakuwepo pale kwa ajili ya kucomplete na kuopen circuit ya nini ya taa mona. Sasa, switch anafanyaje kazi? Twende sasa kuangalia kwa mchoro huu wa kwanza, angalia mchoro wa pili Mona, kwa hiyo ukiangalia hii hapa usemi ni kama kawaida, ni neutral yako mona. Hii hapa ndo live yako, kama kawaida yako. Sasa hii live yako eh, let's say, inakuja hapa chini, kisha kuja mpaka hapa chini. Hii live yako una imekata hapo hapa, inakuja tuna, inaacha open space, inakuja lafu ndo inakuja huku. Lengo ni kuangalia namna gani switch ina, inawasha na kuzima taa yako, ndo lengo kubwa. Inawashaje na inazimaje? Ndio naangalia application yake, switch ina apply vipi kwenye circuit ya taa kwa ajili ya, ku, ya kuwasha na kuzima. Kwa hiyo ndo ceiling light yetu maona kwa hiyo, ukiangalia kwenye mchoro wa kwanza, hii live ilikuwa ni complete, inatoka mwanzo mpaka mwisho, ikaja kwenye nini, kwenye taa. Lakini huku ilivyokuwa imekuja, lakini ikaonyesha kwamba kuna sehemu imekata, alafu baadaye hapa sasa, nini sasa, maana yake ni kwamba sasa hii hapa Eh, hii hapa maanake hapa iko open. Maanake ikienda hapa juu inakuja inaunga hapa, manake eh, hii live inakuwa iko completed. Kwa hiyo ikiwa completed maanake pale inakuja mpaka unyini, kwenye taa hii taa inawezesha kufanyaje? Kuwaka. Umeona. Kwa hiyo hapa ndio maana naitrojusi nini, nitrojusi switch. Kwa hiyo ndo inakuwa kama nini, kama switch yako ipo hapo kwa ajili ya ya ku complete na ku open sakiti ya taa. Sakiti yetu ndo hii hapa, hii ndo sakiti nzima. Kwa hiyo sasa ile sakiti yetu tuna- tuna- tunaikata sehemu mwana, pale tulipokata ndo na introduce switch. Kwa hiyo ile switch sasa kazi yake ni kukata na kuunga. Umeona? Kwa hapa ikiwa imekata inakuwa iko open, maana yake power ina source ya power ikitoka hapa ikifika mpaka hapa haiwezi e, haiwezi kucomplete kwa sababu hapa kuna nini? Kuna open space. Umeona? Kwa utacomplete vipi? Hichi hapa sasa kikija kikiunga hapa hii power ndio inafanyaje ina flow mpaka huku inawezesha ita kufanyaje ta kuwaka. Umeona? Kwa hiyo hapa sasa ndio unaona sasa namna gani switch inaweza kufanyaje ikawasha na kuzima taa yako. Umeona? Kwa hiyo switch kazi yake ni kucomplete mona na kuopen circuit ili kuwezesha taa yako kuwaka na kuzima mona. Kwa baada ya kusema hivyo, hebu tuende tukaangalie sasa, je, inawashaje na inazimaje? Unaona kama hapo taa ikiwaka kama hivyo eh, maana yake hiyo source ya power ipo direct. Kwa hiyo ndio maana hiyo taa mfaje imewaka pale. Kwa maana yake pale kuna live ni neutral, na switch yake ni hiyo hapo. Hiyo ndio switch yake mona ukipress kwa chini, manake ndio inakuwa imecomplete circuit, inapelekea ile taa kufanyaje? Taa kuwaka. Kwa maana yake ukipress kwa juu kama hivyo, manake hii, ukipress kwa juu, manake hiyo switch inakuwa imeikata hiyo circuit, ile circuit inakuwa iko open. Ikiwa open, manake power inakuwa kama inaelea, haiwezi kwenda moja kwa moja hapa kwenye nini, kwenye taa, kwa sababu kwenye taa kunakuwa kuna line au kuna waya unaotoka kwenye source of power mpaka kwenye nini, kwenye switch. Lakini pia kuna waya ambao unatoka kwenye switch kuja kwenye nini kwenye taa ambayo unataka switch wire. Umeona mpaka hapo eh? Kwa hiyo sasa maana yake nini? Maana yake sasa power imeanzia kutoka kwenye source ya power mpaka imeishia kwenye switch, lakini imeshindwa kutoka kwenye switch kwenda kwenye nini, kwenye eh, kwenye taa. Kwa hiyo maana yake hapo circuit yako inakuwa ipo open, ndio maana ile taa yako imeweza kufanyaje, imeweza kuzimika. Kwa hiyo maana yake sasa hiyo switch imefanya kazi ya kuweza kuizima ta. hiyo taa sasa ili iweze kuwaka ni lazima sasa i complete sasa, iunganishe sasa Eh, power in a e, line e, waya unaotoka kwenye e, e, kwenye social power kuja kwenye switch, na waya ambao unatoka kwenye switch kuja kwenye kwenye taa ambayo ni switch waya. Kwa hiyo kiplace sasa, kwa maana yake hapo ndo ime complete circuit, taa yako inakuwa mfanyaje, inakuwa ile waka. Baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kitu cha msingi usisahau ku like ku comment ku share na kusubscribe.